Ruto ametoa wito kwa mataifa ya Afrika Mashariki na Kusini kuondoa visa za usafiri kati kati yao ili kuboresha uchumi. Akizungumza katika kikao cha marais wanachama wa COMESA hapa jijini Nairobi, Rais Ruto ambaye alichukua rasmi uongozi wa jumuiya hiyo amesema ushuru wa juu ni changamoto katika uboreshaji na biashara miongoni mwa wanachama. Seth Olale anaarifu. Rais William Ruto alikuwa mwenyeji wa marais Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Evariste Yishemie wa Burundi, Azali Osomani wa Comoros na mawaziri wakuu Abi Ahmed wa Ethiopia, Rasel Dlamini wa Eswatini na Mustafa Madbuli wa Misri katika mkutano wa mataifa wanachama wa Komesa ambapo alihimizi kuondolewa kwa visa ya usafiri miongoni mwa mataifa ya Afrika ili kuboresha uchumi. Katika makala 24 ya kongamano hilo yaliyoandaliwa katika ukumbi wa KICC, changamoto zinazozuia kuboreshwa kwa biashara miongoni mwa wanachama wa COMESA zilijadiliwa. Aidha, wafanyi biashara na wawekezaji wanataka mataifa ya Komesa kuingilia kati changamoto zinazowakumba kama vile ufisadi kupitia utoaji wa hongo, barabara mbovu na kuchelewa kupitishwa kwa bidhaa kwenye mipaka. Maswala yaliyoibuka kwenye makala ya 24 yatajumuishwa kwenye ripoti maalum kabla ya kikao cha marais mwaka 2026 jijini Harare, Zimbabwe. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika jumba la KICC, Nairobi.